Uhali gani mtazamaji wa Gift online TV, karibu kutazama na kusikiliza kile ambacho tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Christian Makonda ameshuhudia utiaji saini wa mradi mkubwa wa maji safi wa Sinya Namanga wenye thamani ya shilingi bilioni 13.5 katika hafla iliyofanyika katika kijiji cha Ildonyo, kata ya Sinya, wilaya ya Longido. Mheshimiwa Makonda amesema kuwa hatua hiyo inaenda kufungia ukurasa mpya kwa wananchi wa maeneo hayo kwa kwani sasa watakuwa na matumaini ya kupata huduma ya maji kwa karibu. Aidha, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa kinara kwa kuhakikisha wananchi wanapata huduma za maji kwa kuwa yeye ni mama na anatambua changamoto anazopitia akina mama ikiwemo kutembea umbali mrefu kufuata maji. Hata hivyo, amemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi huo kutekeleza majukumu yake kwa wakati ili wananchi kupata huduma hiyo muhimu ndani ya muda ulioandaliwa na viongozi hao sambamba na wananchi kutokuwa kikwazo kwa mradi kutokukamilika kwa wakati kwa kutoa ushirikiano na kuwa waaminifu hasa kwa vijana watakaopata fursa ya ajira katika mradi huo. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha, mhandisi Justine Rujomba, amesema kuwa kwa sasa maji yanayozalishwa kutoka chanzo cha mto Simba kilichopo wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro ni lita milioni 1.7 ambapo anahitaji mahitaji ni lita milioni 3.8, kwa kisima ambacho kimechimbwa kwenye eneo hilo kina uwezo wa kuzalisha lita milioni mbili nukta moj... nukta nne kwa siku, na kufanya uzalishaji wa maji katika maeneo hayo kufikia wastani wa lita milioni nne nukta moja kwa siku. Mradi huo unatekelezwa na kampuni ya Zongi Construction Limited na utatarajia kuhudumia wananchi zaidi ya elfu 37 huku mradi ukitarajiwa kukamilika mwezi Juni 2027 na wananchi wa eneo hilo watapewa kipaumbele cha kupata maji ndipo yasambazwe kwenye maeneo mengine. Mimi ni Esther Mamkwe.